Ndugu waandishi wa habari wa ninaitwa Pendo Wia Mwashiuya, ni katibu wa baraza la wanawake mkoa wa Songwe ya tumewaiteni hapa ili tuzungumze na nye mambo machache. Mambo yetu hasa yatahusu no reform, no election, kwa kutokana na mfumo wetu na wanawake waliopo kwenye mkoa wetu wa Songwe kwa sababu pia nao wame, wameungana na kauli mbiu ya chama ambayo ni no reform, no election, na wapo tayari kuitekeleza hiyo kauli mbiu kwa msimamo thabiti utokanao na chama chetu cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Kwa maana hiyo, mimi sitokuwa mzungumzaji sana, nitasema neno moja tu. Kwa kuwa mimi ni katibu, ni mtendaji wa kazi za BAWACHA za kila siku, nitazungumza neno moja kwamba wanawake wamesema wako tayari hata kutembea uchi barabarani kudai haki mpaka itakapotimia. Kwa maana hiyo, mimi nataka nimsimamishe mheshimiwa mwenyekiti wa mwenye baraza la wanawake mkoa wetu wa Songwe, na ndo msemaji mkuu wa baraza letu kuwakilisha chama chetu cha demokrasia na maendeleo azungumze na waandishi wa habari mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wanawake mkoa wa Songwe, mheshimiwa Agnes Chilulumo, naomba nikukaribisha uzungumze na waandishi wa habari, karibu. Asante ndugu zangu waandishi wa habari na wanachama wote mlioko ndani ya ofisi hii ya jimbo la Tunduma. Bwana Yesu asifiwe. Amina, ninapenda ni mshukuru Mungu ambaye ametupatia nafasi hii ya leo sisi kuwa wazima, kwa sababu tumepata ni neema ya pekee. Naona mbele yetu kuna waandishi wa habari, tumewaita ili tuweze kuzungumza mbele ya vyombo hivi vya habari, tukitegemea kwamba haya zitakao yazungumza yanatakiwa yaende maeneo mbalimbali na yafikike nchi nzima, kwa sababu ni ajenda muhimu ambayo tunatakiwa tuitekeleze. Na kabla sijazungumza, ninapenda niwashukuru sana waandishi wa habari kwa kuitikia wito wa kuja kuchukua habari zetu, niwashukuru na niwapongeze pia kwa kazi yenu tena. Lakini pia niwashukuru viongozi wangu wa chama taifa, niwashukuru viongozi wangu wa chama mkoa, niwashukuru viongozi wote wa majimbo yote sita ndani ya mkoa wetu wa Songwe, ninawashukuru sana. Lakini na wananchi wote kwa ujumla, ninawapa pongezi na ninawashukuru sana. Ndugu zangu waandishi wa habari, mimi kwa majina ninaitwa Agnes Yakanazi Kanazi Chirurumo, ni mwenyekiti wa baraza la wanawake mkoa wa Songwe. Tumewaita hapa ili tuweze kuzungumza kwa ajenda moja tu ambayo ni ya chama chetu, ajenda ambayo ipo kwenye nchi nzima inatembea, ambayo ni ya chama, no reforms, no election. Sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tumeunga mkono hii ajenda ya chama kwa sababu ni ajenda muhimu sana kwenye taifa letu, lakini pia ni ajenda muhimu ambayo imetugusa sana kama sisi wanawake wa mkoa wa Songwe. Wanawake wa mkoa wa Songwe, pengine na taifa zima kwa ujumla, tumeguswa sana na hii ajenda ya no reforms, no election, kwa sababu bila uchaguzi, bila, bila mabadiliko ya sheria hatuwezi tukaingia kwenye chaguzi mpaka pale ambapo mabadiliko ya sheria ya sheria za chaguzi kubadilika, ndipo na sisi tunaruhusiwa kuingia kwenye uchaguzi, kwa sababu nje ya mabadiliko hayo tumekuwa ni wahanga sana wanawake, kwa sababu tumekuwa tukiumizwa, tumekuwa tukinyanyasika sana kwenye chaguzi mbalimbali, na wakati mwingine tumekuwa tukipoteza watoto wetu. Sisi kama wakina mama tunakuwa na maumivu makali sana Mkoa wetu wa Songwe tumekuwa na maumivu makali sana kwenye jimbo la Tunduma wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, na mpaka sasa tunalia, matumbo yetu yanatetemeka kumpoteza kijana ambaye aliweza kuongoza kikatili kwenye huo uchaguzi wa serikali za mitaa wa, wa 2020 2024. Na, na sio 2020 2024 tu, 2020 tuliweza kupoteza wananchi wawili wa mji wa Tunduma akiwepo mama mmoja ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa baraza la wanawake kata ya Kaloneni, lakini pia akiwepo kijana wetu mmoja, naye alikuwa anaishi kata ya Kaloneni. Kijana wetu alikuwa anaitwa Mole. Kwa hiyo katika chaguzi hizi, waandishi wa habari, tumekuwa ni wahanga wakubwa sana sisi wanawake, na ndio maana sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tumeona katika Kenya kwa ajili ya ajenda hii ambayo chama chetu wameweza kutuletea hii ajenda, sisi wanawake kwa pamoja kwa nguvu zote tunaunga mkono ajenda ya no reforms no election, kwa sababu hii ajenda ndio itakayotukusha itakayotupa amani hata tutakapokuwa na uwezo wa kuingia kwenye chaguzi tutakuwa na amani. Tukisha kuwa na ajenda hiyo ikatekelezeka, hatuwezi tukaingia kwenye chaguzi ambazo mara nyingi zinakuwa na machafuko. Hatuwezi tukaingia kwenye chaguzi mara nyingi ambazo zinakuwa na mauaji. Hatuwezi tukaingia kwenye chaguzi ambazo mara nyingi zinakuwa na viashiria vya hatari. Sisi kama wanawake wa mkoa wa Songwe, mwaka huu tumekataa kuingia kwenye chaguzi za machafuko za namna hiyo, kwa sababu tumejikuta tunapoteza watoto wetu wa kuwazaa wenyewe, na katika hii hii ajenda, ningeomba serikali inayoongozwa na Mama Samia. Sisi tunaongea hapa ni wanawake ambao ni wanawake kama yeye vilevile, vile sisi wenyewe tuna uchungu kupoteza ndugu e, zetu. Si na yeye kama mwanamke anapaswa awe na uchungu kama mwanamke juu ya vitendo vinavyokuwa vinafanyika wakati wa chaguzi mbalimbali zinapokuwa zinatokea. Hii siyo sawa, na yeye kama rais, hili jambo lazima afike mahali atekeleze na asikilize kilio cha Watanzania kuhusiana na hii ajenda. Na ninaamini Watanzania wengi wamekubaliana na wanaunga mkono hii ajenda, kwa sababu ni ajenda ambayo pengine inawezi ikawapa wananchi unafuu, inawezi ikawapa watu haki ya kuchagua viongozi wanaowataka, inawezi ikawapa watu haki ya kuchaguliwa pindi wanapohitaji kuchaguliwa kuwa viongozi. Kwa hiyo hii ndio ajenda kubwa ambayo tumeona tuwaite waandishi wa habari pamoja na kwamba tuna ajenda zingine ambazo tunaweza tukazizungumza, ambazo tutazizungumza, lakini hii ni ajenda ambayo ni kubwa, imebeba hisia za watanzania wengi. Kwa hiyo ningeomba Mheshimiwa Rais, ambaye ni mama mwanamke mwenzangu, ambaye unaongoza hili taifa, tunaomba hii ajenda isikuuzwe kwa namna yoyote ile. Hii ajenda imekubalika na watanzania wote. Labda mtu ambaye hawezi kuiunga hii ajenda ni kichaa peke yake, ndio hawezi kuiunga hii ajenda lakini, kwa mtu mwenye akili timamu na mtu mwenye uchungu na nchi yake, lazima aweze kuungana na hii ajenda ya no reforms no election. Bila mabadiliko ya sheria, uchaguzi tutamzuia. Wakina mama wa mkoa wa Songwe tuko tayari kuzuia uchaguzi kwa namna yoyote ile endapo serikali haitaweza kusikiliza matakwa ya wananchi wanaotaka. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, hilo ni moja, lakini kuna mambo mengi ambayo tunayo ambayo tunaweza tukayazungumza sambamba na hilo, sambamba na ajenda hiyo. Ndugu waandishi wa habari, kuna kikundi ambacho kimeinuka ndani ya Chadema ambacho kinajiita ni J55. Sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tunalaani vikali sana juu ya kikundi hiki ambacho kimeibuka ndani ya chama kwa sababu ni kikundi ambacho mimi naweza nikakiita kwamba ni kikundi cha waasi, na ukitaka kuangalia hata kwenye maandiko matakatifu, ukiangalia, walikuwepo watu wa Kinakola, walikuwepo pale. Kwa hiyo, hawa sisi tunawafananisha na wa Kinakola, na kwa kuwa hii ajenda hatuwezi tukakubaliana na watu ambao wanataka kuififisha hii ajenda tulionao kama Watanzania lazima hawa watu sheria chama tuweze kuchukua sheria ambazo zinastahili kuchukua kulingana na katiba yetu inavyozungumza, kwa sababu ni kikundi kichache ambacho kinaweza kikawa pengine, hatuwezi tukajua ni ujasiri gani ambao wamepata mpaka wanainuka kuanza kupinga ajenda iliyokubaliwa na wanachama wote nchi nzima. Wao watu wachache ambao wanasema wako zaidi ya hamsini na tano ni kitu ambacho hakiwezekani. Watu hamsini na tano, wa Tanzania tuko wengi sana tunaoungana na hii ajenda. Kwa hiyo wao kama wako hamsini na tano au wako zaidi ya hamsini na tano, chama kinapaswa kichukue mkondo wake juu ya hawa watu ambao ni wasaliti na wahasi ndani ya chama kuvuruga ajenda ambayo wananchi wanahitaji kwenye taifa lao, tunapoelekea kwenye ukombozi wa taifa hili. Kwa hiyo tunalaani vikali sana.